Mtezamaji, tuelekee Mombasa ambapo maadhimisho ya miaka ishirini ya chama cha ODM yaliyoandaliwa katika kaunti ya Mombasa yameshuhudia hotuba za migawanyiko miongoni mwa viongozi kuhusu mwelekeo wa chama hicho baada ya aliyekuwa kinara wake hayati Raila Amolo Odinga kuiaga dunia mwezi uliopita. Denado Amalo alikuwa kule na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika maadhimisho haya yaliyoandaliwa katika uwanja wa mikutano wa Mama Ngina Waterfront kwenye ufuo wa Bahari Hindi, maadhimisho yaliyolenga kusherehekea miaka 20 ya uwepo wa chama cha ODM pamoja na maisha ya kisiasa ya hayati Raila Odinga yaligeuzwa na kuwa uwanja wa ushindani na eneo la ushindani wa ubabe huku baadhi ya viongozi wenye misimamo mikali wakionekana kutofautiana kimatamshi na msimamo wa chama hicho. Hiyo mambo ingine ya kusema one term, ingine ya kusema two term, itakuwa bure kama hiyo ten points agenda haitakuwa implemented. Oburu Odinga will be whether you like it or not. Oburu Odinga ndiye ndiye atakayekuwa party leader wetu kwa sasa. kwa sasa tutamuuliza Mheshimiwa William Ruto. Mheshimiwa William Ruto the 10 point agenda zile tuliweka chini tafadhali tuhakikishe zimetekelezwa jana niliona viongozi wetu wa ODM, ODM. walipewa viti Congratulations. Congratulations. lakini wacha niwaulize swali VT. wadozi, wadozi. wadozi. mliangalia huyu Babu Owino mkaona hizi tosha kiti yoyote <laughs> kwa hivyo mfikirie Tunasema ni Babu Asante. Bila Babu tabu. Baadhi ya viongozi walisisitiza kuwa ni sharti chama hicho kisalie kwenye mkataba wa ushirikiano na chama cha UDA chini ya serikali jumuishi, huku wengine wakionekana kuwa na maoni mbadala wakitaka kurejea kwa wanachama kutoa mwelekeo mpya wa chama hicho to the matter of this broad-based government.

We need to to go back to the people and have an NDC. Kuna swali moja tu ama mbili, ambaye tuna mitazamo tofauti na hiyo swali. Mimi ningeomba viongozi wa ODM, sasa tusikize haya watu, wamekaa kwa tenti hawa wa. Hawa wamekaa kwa tenti. Watu watuambie jibu ya ile maswali imetushinda sisi kama viongozi Wangapi wanasema tukuje kwenu nyinyi? Nataka nione mikono, wangapi wanasema tukuje kwenu nini? Eh, we must come back to you and put the question. Put the question to the members of ODM. wanasema waluya olabonalu chilutenya abaliwebililenio luama hey. Wengine akiwemo kaimu kinara wa sasa wa chama hicho Dr. Oburu Oginga walisisitiza kuwa chama hicho kitaamua hatima yake mwaka 2027 baada ya mkataba kati ya chama hicho na chama cha UDA kutamatika. Raila ndio alituacha kwa broad based government, sisi hatutaki sisi, sisi, sisi tulisema ikifika mwaka wa 2027, ikifika mwaka wa 2027, tutaangalia ni nani tutaongea na yeye au sisi tutaenda peke yetu msimamo na kama chama tumeamua jambo moja. Tumesema ya kwamba baba alituacha katika ile broad based government. Ikifika 2027, wafuasi wa chama wataamua vile tutatembea. Mimi nataka kuambia wana ODM ya kwamba Raila Amolo Odinga alituacha kwa broad based na sisi kama viongozi hatutasaliti Msimamo wa Raila Amolo Odinga. Semi za kuvunjika kwa chama hicho na kusambaratika pia zilisheheni maadhimisho haya, baadhi ya hotuba za viongozi kama vile Waziri Ali Hassan Joho na Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, miongoni mwa wengine waliozungumza, kwa hasira wakiapa kutobanduliwa au kuruhusu kubaguliwa na kutengwa na baadhi ya viongozi wa chama hicho kongwe humu nchini. Mkinifukuza nitawafukuza, mkinikujia nitawakujia. Kikiharibika kiharibike. Kama ni mbaya mbaya, kama ni noma noma, gani ama namna gani, na ama namna gani? Hatuwezi kuwa sacrificial lamb. Huwezi kututumia unavyotaka alafu tutupe. The people of ODM have leadership and they expect leadership from those leaders. If you don't want to leave them, If ourselves we are confused, let us not bring that confusion to the ODM people. That is the position. Otherwise, kila mtu atakuwa na kipande chake cha ODM. Karo ya shule ikipelekwa juu, tutaenda maandamano, wapende, wasipende. Baba siku ya leo, bei za bidhaa zikienda juu, tutaenda maandamano, wapende, wasipende. Hatimaye hafla hiyo ilitamatika pasipo kuwepo mwafaka wa mwelekeo wa chama hicho, wakati ambapo siasa za mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba zinazidi kushika kasi humu nchini. Nikiripotia West TV kutoka uwanja wa mikutano wa Mamangina Waterfront kwenye ufuo wa bahari Hindi katika kaunti ya Mombasa, naitwa Lenad Amalwa.